Okay, okay, right now, Suleshy Technology. Leo nipo na Samsung ambayo nikiwasha data kirudisha hivi haileti na nilia minara ili 3G. So nataka nikuelekeza jinsi ya yako, kufixi yako hii tatizo. Okay, taenda ndazima, ntarudi, ntaingia kwenye setting, ingia kwenye setting, taingia kwenye Connections. Ndaingia kwenye mobile networks zeni, ndaingia hapa chini, hapa wameandika access point names, network operators. So tutaingia kwenye access point names, tutaingia hapo. Utaona configuration jinsi zilivyo, so inabidi tuchange configurations. Tutaingia kwenye add zeni Kwenye name, no nosetu utaandika hii ni Airtel, then utaingia kwenye apens tutaandika internet, then utakubali, utaingia kwenye uta save, then utaalau kwa kubunyiza katikati ya hii duara utaleta hapo, then uta utarudi nyuma, utarudi nyuma Utaingia kwenye sim card management, tutaangalia iko off course. Mobile network ni Airtel sim1. Utaingia hapo zeni, utarudi nyuma, utakuja hapa, tutajaribu kuwasha data hapo, iko on, imegoma zeni, tuta restart sim

Maybe, network ina zingua, njoo kwa tujaribu kwenye nani nyingine zini, tunaingia kwenye mobile, tunaingia kwenye sim card Unaingia kwenye mobile network, tutaweka sim 2, ita switch sim 2. Hiyo inakubali, lakini step ni zile zile. So sasa, usisahau ku subscribe ku like na comment. Suleshy technology, more watch, more gain. Asante.